Halo, pionia uh, ongereni kwa kuendelea kutafuta elimu za kripto, na endeleeni kuendelea kuta- naongereni kwa ku kuendelea kupata elimu za pai. Lakini nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniunganisha na mwalimu wangu mpendwa sana, Mr mzerai, uh, Mr Msafiri. Kwa hiyo Mr Msafiri amekuwa kama modo kwangu, lakini kuna haya mengine pia nabidi tunaendelea kumsaidia. Nadhani anaweza akaja baadaye akatoa ufafanuzi kwenye hii crypto. Haya maandishi nilitoa hapo juu, nimeona ni atoe na kwa audio pia uh, nadhani tumekuwa tukipewa maelekezo ya uangalizi wa namna ya kutunza passphrase zetu na kutunza siri zetu, na wameendelea kusisitiza sana tuzinoti nje na tusitunze eh, data zetu ama taarifa zetu kifaa chochote cha kielektroniki. Nadhani hii ipo kwenye kila kil, kila wallet unapokuwa unaifungua. Ukienda kwenye trust wallet kwa mfano, utapewa ujumbe wa namna hiyo. Ukienda kwenye MetaMask utapewa ujumbe wa namna hiyo. Ukifungua eh, eh, wallet yoyote yoyote ile, huo ujumbe huo una pop up pale juu. Sasa pi yani, eh, pass phrase za pi hazina tofauti na pass phrase za wallet nyingine yoyote, ni kile kile na ujumbe unaotolewaga pale kwamba haupewi e, e, angalizo kubwa sana kwamba eti uhifadhi kwenye kwenye, kwenye kifaa cha kielektroniki. Sasa hapa naona kuna hiyo hiyo fomu inakutaka si ujaze, na otomatiki. Watu kama mmeshawapa hiyo, watakwenda watachapa, watachapa kwenye kifaa cha kielektroniki. Sasa tunajiuliza, hicho kifaa unachochapia kina usalama kiasi gani? Hivi unauhakika kwamba hicho kifaa kina haka aliye aliyetegesha muda wote utakapoingiza hizo detail zako kunyang'anyi na wengi hapa mnatumia VPN. Na wengi kama mjui, VPN ni njia sahihi na rahisi sana watu kuibiwa taarifa zenu ndani ya simu zenu. Sasa unakuta umewasha VPN, alafu unaanza kuchapa unachapa ma mavidudu na mwisho wa siku lazima utavituma kwenda sehemu ili ili vikaprintiwe. Eh, utatuma ut utavituma tu ili viende kwenye scanner fulani hivi ili ukaviprint. Sasa huo mchakato wote huo kumbukeni, mnakuwa mmeviweka nyewe wenyewe mambo haya yote kwenye kifaa cha kielektroniki. Hoja yangu mnakuwa mnajiaminisha vipi kwamba hicho kifaa kina usalama wa kutosha kwamba hauwezi ukavamiwa na mahaka? Lakini mbona loa iwaumeni e, kipindi ambapo mnaambiwa ule ujumbe kwamba usitunze taarifa zako zozote kwenye kifaa cha kielektroniki, hivi hiyo mashine unaochapia ni kifaa gani? Sio kifaa cha kielektroniki? Kwa mimi nilikuwa nafikiria hapo kuna shida ipo tayari. Fomu ni nzuri, lakini kwa ushauri wangu mimi, hiyo fomu wala msijaze chochote humo ndani. Najua mkijaza mtakuwa nadhani, kwa elimu nilionayo mimi, mtakuwa mmeingia mkenge. Toeni hiyo fomu nje, jazeni kama mlivyoshauriwa, jazeni kwenye kinotibuku. Hiyo ni sawa na notebook tu, ni sawa na kidaftari tu. Jazeni taarifa zenu huko, hifadhini huko. Masuala yoyote ya, ya, ya, ya kuweka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye simu, kwa kweli mi nawashaurini, hapo mtakuwa mmepotea sana, na mimi naamini mtakuwa mmeshapotea na wengi mnaweza mkaja kuwalaumu viongozi wenu hawa, hawa ambao wamewapeni hizi fomu, mkawaambia wamwaibieni, na wakati hawajui hata akaunti yako hawajui chochote kuhusu jambo lako. Tujifunze kitu hapa, nadhani mimi nimetoa ushauri wangu, naamini hakuna atakaye nikosoa, anaweza akanirekebisha tu, kwa sababu nimeweza tu kutoa ufafanuzi kidogo kwa yale ninayoyafahamu kupitia mawanda tofauti. Tuna tunaambiwa Pai ni nani kofimisi? Ni kweli, lakini kiujumla kuna mengine kuna mengine yanashabihiana, yani masuala hata ya ulinzi wa waleti yako mbona yanashabihiana na waleti zingine? Kwa hiyo tujifunze hapa kitu. Asanteni sana ndugu viongozi.